bwana eh sio kila unachokiona mbele yako ni lazima ukifikie na sio kila ndoto unayoiota ni lazima itimie na sio kila unachokifikiria ni lazima ukifanyie kazi unaweza ukaota leo uko tajiri na usifikie kabisa lakini unaweza ukawa na matarajio ya kuwa mtu mkubwa na u ukayabadilisha ukawa mtu mwingine wa tofauti. So leo nimekuletea exclusive nzito, exclusive ya maana ya kijana aliyekuwa na ndoto ya kuwa fund garage, lakini kama miujiza tu amejikuta kwenye uproducer, amejikuta kwenye maswala ya muziki, amejikuta kwenye maswala ya kupiga keyboard, kinanda. Ili ujue mengi na mengi zaidi kwenye exclusive hiyo, nitakubidi ufuatilie exclusive nzito hii ambayo ina historia ya kutoka kwenye ufundi garaji na kwenda moja kwa moja kwenye uproducer. Asante, u hali gani? Ko poa poa, ko poa kabisa. kwa majina Sebastian. Sebastian. Astino Sound, eh Astino, safi ati yeye ndo Stino huyu hapa bwana, anatambulika kwa jina la Sebastian, lakini tukienda kwenye kazi anakuwa anaitwa Stino Sound ikimaanisha kwamba yeye ni producer. So ulisema kwamba una familia au vipi? hey, mimi na familia, <laughs> familia. Ulianza mwaka gani kuwa na familia? Familia nimeanza familia baada tu ya mimi kuoa nilioaga ulikuwa ni mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini. Sasa hivi kwenye ndoa yako una miaka mingapi? Sasa hivi kwenye ndoa yangu na miaka takriban minne hivi e, miaka minne. Na viumbe vingapi ambavyo usha vi produce? Vitatu. Wao, hongera sana. Asante. Okay, tukiacha hayo, tunataka kujua wewe ni nani mimi ni nani? kwa kwa namna gani? kwa hapa ulipo wewe ni nani na unafanya nini? Okay, poa. Hapa nilipo mimi ni baba wa familia na ninafanya kazi. Kazi gani? Okay, mimi nafanya kazi ya production, kwa maana ya producer wa muziki wa audio Okay. Ilikuwaje ukafanya hiyo kazi na tuambie namna gani unafanya hiyo kazi kuanza mwanzo wa safari na mpaka sasa? ah, see, yaani nikisema kwamba nieleze nilivyoanza mm. Nasemaga ni miujiza tu kwa sababu kwa sababu ya ivo, mdogo nikaanza kuimba kwaya, hapo hapo naimba kwaya, najifunza kinanda, lakini mwisho wa siku kwenye mkutano fulani hivi tuna, tukua tunafanya tuna mziki kwenye mkutano, nikachukuliwa na producer pale. Kananiambia kwamba niende niyo mwanafunzi wake na nikaanza aga hapo hapo. Mm -hmm. Yani, siwezi kusema kwamba mziki mimi nimeanza kabisa, yani hobby yangu yatoka utotoni hamna. Mm -hmm. Eh, ilianza aga hapo tukawa miujiza, ndio maana nimesema ni kama miujiza. Okay, huyu aliyekuchukua na kufanya wewe mwanafunzi aliona nini kwako kwa mfano? Hivi ukikaa ukitasmini unatasmini aliona nini kwako? Kwanza cha kwanza nitakachokisema ni upendo tu, na cha pili, labda saundi nilivyokuwa napiga kinanda eh, kwa sababu hata yeye kuna maelezo baadhi alisemaga ni kama hayo hayo nilioeleza ninavyo na navyopiga kinanda na uwezo hata wa kuelekezwa nikafanya mziki mzuri. Kabla ya yote, ulikuwa uli nawaza kuwa fundi garage, na kitu gani zaidi sana kilichokushawishi ukawa unapiga kinanda ukawa unajifunza kupiga kinanda? Mimi kilichonishawishi kwanza kupiga kinanda ni baada ya mwalimu wangu fulani anaitwa Bozi, sasa hivi yuko Marekani. Bosele ndio alikuwa anapiga kinanda kwa yani, sasa hivi kwa anapiga pale, mimi nikawa natamani, kwa nini mimi siwezi kupiga vile? E, nikawa napiga baada ya kufundishwa naye, sasa akanifundisha, ikafikia kabisa hatua nikawa napiga mpaka kwenye mazoezi, kwenye mazoezi ya kwaya. Siku moja tu viongozi wakaniruhusu nipige Jumapili ndio nilipoanza kupiga kabisa mpaka kwenye mikutano uh -huh. wangu wa kwanza ndio yeah. Nikaenda nikakutana na huyo mwalimu ambaye alinifundisha production. Okay, poa ina maana au kwenda kupiga kwa sababu ulitamani labda siku moja uje uwe mpiga kinanda mkubwa duniani, aidha uje uwe mpiga kinanda mkubwa kwenye kilima chetu hiki cha kambi ya Nyarugusu, ila ulipiga kwa sababu uliona ikusaidie tu, ujue, yani nijue tu namna ya kufanya mziki wa kinanda basi vizuri kwa huyo mwalimu mpaka afike kukuchukua. Ulisema aliona teaching yako na saundi yako unayopiga kwenye kinanda inakufurahisha, inamfurahisha yeye na akaamua kukufundisha. Ulikuwa na lipi la kusema? Kwa sababu ilikuwa ni maamuzi yako uendelee na ile fanyi, aidha usiendelee. Mbona wewe ulienda moja kwa moja kule, ulipenda aidha vipi? Sasa baada ya hapo ilibidi ili mimi nifuatilie sasa eh. Ilibidi okay, mi nifuatilie kwa sababu kuna siku nyingine tu niliweza nikazunguka mazingira yake baada ya yeye kunikaribisha eh, nikakuta watu wanafanya mziki. Nikabidi tu nianze kujifunza kwa sababu hakuna namna tena, nilikuwa nimeshamaliza kusoma, nimemaliza shule. Eh, vitu kama hivyo yani. Lakini nikisema kwamba eti mziki niliwanza toka utotoni nitakuwa nadanganya sana. Eh, nitakuwa niko nasema uongo tu. Okay, mpaka hapo ulipo umesha kuwa na jina umefahamika, umetambulika ni kitu gani unachokuja kukiona kwamba ilikuwa ni siri ya Mungu, aidha ilikuwa ni siri ambayo labda hukuweza kuijua, ukaja weza kuijua sasa hivi unatamani kwenda kujifunza zaidi na zaidi, si ndio? Sasa mpaka hapo ulipo kwanza, tuseme ni changamoto zipi ambazo unazipitia kwenye kazi? Ah, changamoto ni nyingi balaa. Changamoto ni nyingi, kuharibikiwa na vifaa eh. Unajua, mazingira yenyewe ya kambi sio mazingira rafiki sana kwao. Unafanya kazi kwa, kwa hofu e. Unaweza ukafanya kazi leo, kesho kutwa mkapewa taarifa, au moja mbili tatu vifaa mkaviweka pembeni. Kwa changamoto ni hizo, na kwenye kurekodi, unajua hii ni kazi sasa hivi kwa ni kukabiliana na changamoto zote zile. Kwa mfano mwimbaji akija ana matatizo yani, labda aiza uwezo wake ni huko kawaida sana kwenye kuimba, kwa maana ya kwamba sio mzoefu sana kakivile wewe sijui, naona kwa hizo changamoto zinakuwa zinatokea na tunakabiliana nazo um, unarekebisha sauti, unarekebisha kwa hata akiimba maflati na na nini unafanya vile uwezavyo kusudi asikike vizuri um. okay, poa ulienda kule ilikuwa ni surprise kwa mwalimu. Sasa hivi mpaka umekuwa na vyombo vyako unajitegemea. ili kuaje, kuaje sasa hapo, baba alikubali au kuna mtu aliona kwamba mtoto wangu huyu hapa jirani anaweza ni msapoti kwa hivi au vipi, kwenye swala la kuanza sasa kufungua ofisi? Mimi kama mimi, ni familia, familia walikuja kuona kitu kimesha kuwa serious, kumbe huyu dogo, japokuwa walikuwa na mawazo ya kuwa fundi gereji, aweza kuwa mtu wa vitu vya umeme ila huku sasa ndo kuna fani yake kabisa ya uhakika. Kwa hiyo hivi mimi nasema kama, kama siri ya Mungu tu e, alificha ile siku moja ije hiyo hivi, kwa sababu toka hapo mpaka leo sijawahi kufikiria -E kufanya kufanya kazi nyingine e, nilipata madili ya kwenda kujifunza kabisa huko Burundi hiyo kazi ya ya ya ufundi gereji, lakini sikuenda tena nikakataa, kwa sababu nikaona huko ni kama naenda kupoteza muda sasa e, iko hivyo. Okay. Ina maana familia ndio ilikaa chini ikaona sasa, mwanetu tumnunulie vifaa na yeye awe nafanya nyumbani, si ndio? Familia ilikaa chini kaona mna ujamaa akae sasa hapa hapa home akishindwa ashindwe yeye sasa. Eh, wakafanya support yao vifaa vikapatikana tukaanza kazi. Okay, mpaka hivi toka ulipoanza mpaka hapa una u, urefu wa miaka mingapi, au una udhoefu wa miaka mingapi wewe nafanya hiyo kazi ya, ya recording Sawa, so, ni toka nilipoanza kujifunza mpaka leo naweza nikasema ni miaka mitano sasa. Eh, toka kwanza kujifunza, lakini toka nimefungua hii ofisi ni takriban miaka mitatu kabisa. Eh, na katika miaka mitatu, yani miaka mitatu tuseme, miaka mili tena nilikuwa najifunza sana yani. Eh, mpaka watu wafike kabisa, wameanza kusikia vitu, wanakubali wanasema, hapa kuna kazi nzuri atilisti, kuliko kuliko zamani. Nimechukua muda mwingi sana Ushawahi kutamani kuwa producer mkubwa zaidi na zaidi? Yani hapo ndo mawazo yangu. Unajua, kwanza mimi nafanya mziki ambao ni wa kwaya, na natamanigi siku moja nije nionekane hata kwenye TV kubwa sana yani za dunia e, kwa maana yanikiwa producer mzuri sana wa kutengeneza nyimbo za injili. Ushawahi e? Kutoka pengine ukaenda kujifunza zaidi na zaidi Yeah, nishatoka nimeenda Kasulu nimeenda Mwanza mara kibao na Mwanza ndio kama sasa sehemu yangu tena ya kuenda enda, yani nikitaka, hata nikipata deal naenda, nikitaka tu kwenda kujifunza vitu vingine kwa producer wengine naenda. Kama hivyo yani. Okay. So mpaka hapo ulipokuwa unatoka unaenda Kasulu unaenda Mwanza ni, ni changamoto zipi unazopitia kwa safari zako za kutoka mara kwa mara maana unakuwa unaacha ofisi wazi si ndio? E, changamoto nazozipitia unajua, katika safari changamoto ni nyingi sana e, nakumbuka hata siku moja babu yangu aliniambia, mtu akisafiri ukimwona amefika salama usimuulize umetembeaje. <laughs> kwa nini usimuulize hivyo? Kwa sababu bwana akianza kukueleza wenda unaweza uka, ukasema kweli umepitia haya mm, ukakosa kuamini na alipitia hayo hayo e, mimi namshukuru Mungu kwa sababu nimeanza kutoka ila nimeanza kutoka tayari nina mwanafunzi anaitwa Kakole huyo ndo nilipoanza kutoka kwenda kabisa kutafuta ujuzi huko sehemu zingine, nilianza kumwacha yeye, sasa nakawa nawasaidia watu kwa kiwango chake. Eh, nikirudi nafanya naendeleza kazi kama kawaida. sasa hivi na wewe ni mwalimu wa wanafunzi wangapi? Mimi ni mwalimu wa wanafunzi wengi, japokuwa wako ofisini kwangu. Eh, na wanafunzi wengi nimewaelekeza na watu wengi nimewafundisha, lakini hapa nilipo mimi kwa idadi ya wanafunzi wangu ambao nimeshawafundisha kabisa na ambao ninawafundisha mimi kusudi waje kunizidi na mimi viwango vyangu ni wawili. Nani, nani? kuna mmoja anaitwa Baraka na mwingine anaitwa Caps yeah. a Mwanekakole au ndo wanafunzi ambao unawaelewa kwamba hawa wakifocus sana watanizidi mimi, si ndio? Ndio, ndio, naamini okay. so, kuna vijana ambao labda sisi tunakuwa hatujui fani zetu ziko wapi, hatujui sisi ni nani, yani tupo tupo, tunapanda na kushuka, kula na kutokula, alhamdulilahi, kulala na kuamka, anajua Mungu, sijui nalipi la kutuambia. Ah, mimi cha kuambia vijana wenzangu ni kwamba tujaribu ku, kugonga milango popote eh, chochote kitu kinaweza kikatusaidia kwa sababu nilivyokuwa nafikiri mimi, huenda inaweza kanisaidia, si hicho ninachokifanya leo na uenda haya maisha ya mziki si tuendelea kuyafanya, uenda kesho kuna kitu kingine kitajitokeza, na naenda kufanya hicho kitu. Kwa hiyo nitakachokiomba, tusikate tamaa, tuwe watu wenye ku, ku focus na vitu baadhi. Kwa sababu mimi nikicheki kabisa, nilipotoka kufanya mziki ya kwaya mpaka hapa nilipo. Hai, sasa kuna mabadiliko ya kutosha na yote ni kwa sababu ya nguvu za Mungu na ile neema ya kujali kitu iliyoko ndani yangu. Kwa hiyo vijana wenzangu, wakijali vile wanavyovifanya pamoja na Mungu mambo yatakaa safi okay. Kuna wengine ambao labda hatuamini, hatuamini kwamba kuna Mungu. Vijana wengi sana hususan ni upande wa pili huku, tunaamini katika kila mafanikio lazima pawe na ndumba. Sasa ukiniambia kwamba ni neema ya Mungu nakuwa sikuelewi, sijui unanielimishaje ili nitokane na hii hali ya kukariri kwamba katika kila mafanikio kuna mkono wa kishetani? Namna gani? Vipi? Hamna bwana, unajua okay. Mungu ndio anaweza kila kitu na hakuna kitu ambacho unaweza kukifanya ambacho hakitokana na Mungu kwa sababu hata hizo ndumba zinatoka katika vitu alivyoviumba Mungu. Mm. Yeah. Kwa kwa kwa kuamini hayo mambo inawezekana, kwa sababu nani, imani zipo nyingi, lakini mimi kabisa namwamini Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Yeah, anawezekana mambo yote. Kwa hiyo tuache tu kufikiria kwamba kwenye, kwenye, uchawi, kwenye ushirikina ndio kuna kila, kila uwezo hapana. Mungu ana uwezo zaidi ya hivyo vyote. Okay. Una experience gani kwa uimbaji? Maana wewe unafanya kazi na waimbaji na waimbaji, sio kila mwimbaji anajua kuimba, na mpaka ufike ufanye naye ni lazima wewe ujue kwamba mimi uwezo wangu wa kuimba unaishi hapa. una experience gani kwa waimbaji? Mimi, experience yangu ya kuimba, ah, ni ile tu Mungu amenijalia. siwezi nikasema ni kubwa au ni ndogo, lakini at least si... Sana kivile. Yeah. Kwa hiyo hata mimi nikija sijui kupanga sauti, nikija studio unanisaidia. Yaani, ukija yeah, no, studio ukiona kuna vitu avyandi sawa, mimi nakuelekeza yeah, na vitakaa fresh tu. Okay, kwa wewe labda ambaye uliwaza kurekodi wimbo lakini ukaona sauti yako, ukaona labda pengine haujui kupanga sauti, haujui melodi ipi utaanza nayo, uta na utaishia na melodi ipi Stino Sound alisema kwamba ukija kwake atakuelekeza na mambo yatakuwa ya vizuri. Ushawahi kufanya pengine ngoma ambayo ilienda viral sana kambini, ikatambulika kwamba hii ngoma imefanywa na na, na producer wetu ambaye ni Steno? Yeah, kuna kuna magoma nimefanya, sema tu neema ile ya kusema kwamba hizi nyimbo ndo zi, zi hit sana hapa kwetu bado kabisa. Yeah, nimefanya magoma mengi sana ila kusema kwamba eti hapa ni hit song kabisa inazunguka. Kuna nyimbo moja nimeifanya, lakini sikutegemea kama inaweza ikawa hivyo, ni hapa ya msiba ya uye Bisoka. Mm-hmm, e ile nyimbo nimeifanya mimi, lakini nilivyoifanya sio kwamba ilikuwa imeisha, ilikuwa haijakamilika, na ndio maana ukisikia ilo wimbo kuna vitu vingine havija havija havijakaa sawa, hamna bezi, hamna malidi, havinanda, hamna nini. Kwa hiyo nyimbo nilitengenezaga, lakini nilimpa mwenye nyimbo akasikilize kilichotokea eh, huko ni kama hivyo mnavyoisikia. Unaweza nikasema hiyo, katika nyimbo nilizozitengeneza hiyo ni moja imeenda sana, lakini kusema kwamba nyimbo zangu mimi ambazo nimezitengeneza kabisa na zikaenda, sijui hiyo neema ya nyimbo kwenda mbali sijui imekaa wapi, lakini nyimbo tunafanya nyingi mno. Ni wimbo gani ambao uliwahi kufanya ulifanya pamoja na uwepo wa Mungu, huo wimbo kila ukiusikia unasikia kwamba unakubariki, ni wimbo gani hizo? Ah, ni nyingi sana kuna nyimbo ya huyu yuko Marekani anaitwa Christophe Billy alimbaga na chumbo inaitwa nikushukuru kushukuru. E, ule wimbo mimi naupenda kwa sababu mule kuna maneno ambayo mi binafsi ambayo amepita kwenye familia yangu yananifariji. E, kwa hiyo ni moja ya nyimbo ambazo nimezitengeneza na zikawa zinanifariji mimi, lakini pia kuna nyimbo nyingi sana nimeshafanya pia na zingine zinanifariji hivyo hivyo. Okay. Labda kwa mtazamaji wa Mastaz TV, ambaye yuko mbali na sisi, unalipi la kumwambia? Mimi namwambia aendelee kufuatilia Mastaz TV. Mm-hmm, tuko pamoja. Okay. Asante sana mtazamaji wa Mastaz TV, ulikuwa na mimi Tunes Amos, nyuma kamera ni Isaac Kabaisa. Huyu hapa ni kijana ambaye, kama kwa maelezo yake alivyosema, alikuwa na ndoto ya kuwa fundi garage, lakini kwa neema ya Mungu, mipango ya mwanadamu sio ya Mungu, akabadilika akawa hivi. Siku hizi tunamjua kama producer mkubwa hapa kwetu, so huyu ni Stino Sound, kama mlivyosikia. Kwa yote ambayo, labda anataka kurekodi ngoma yoyote aina yoyote ya injili, mnakaribishwa. Mapiano yani kila ngoma anafanya, mlimradi tu huyo iwe ya injili. Ndio, ndio bongo bongo bongo camp wa ufanye ah, mabongo flavor, yani sijawahi kuwazaga kufanya. Kwa nini? Kwa sababu sina idea nazo Okay, huyu hapa ni, ni mlokole ndo maana anasema kwamba bongo flava hana idea nazo, na ni ngumu kwake kwa vile hajawahi lakini, tunatarajia atafanya, ipo siku atafanya, maana hela kitu kibaya, kipewa hela lazima tu atafanya. So ni kusihi, ili waanze kupata mambo ya Mastaz TV itakubidi subscribe, like na comment kwenye channel ya Mastaz TV. Bye bye.